Karibu Tanga. Tanga kunani, mji wenye sifa kibao, waja leo waondoka leo, na hapa ndipo mapenzi yalipozaliwa. Ukiachana na sifa hizo, je, wajua kuwa Tanga ni mji wenye mabondia wengi zaidi? Kutana na Ali Mazoa, mlezi wa mabondia wa Tanga. Uh, kwa jiji letu la Tanga lilivyo, ni jiji ambalo michezo mingi sana inapendwa na kuna vipaji vingi vya mchezo vya michezo mbalimbali, lakini mchezo ambao unang'ara zaidi ni mche, michezo ya mapigano, mfano kickboxer, karate boxing na hasa huo mchezo wa boxing, kwamba unaweza kumkuta hata mzee tu mtaani, lakini alishakuwa boxer na siku akija kwenye game kuangalia utamsikia asema, wewe piga hapa kati hapo piga nini, paka washangaa kwamba ah, mbona huyu mtu ni mtu mzima na haji haji huko kwenye mazoezi wala nini, lakini tayari anaijua boxing kwamba ipigwe wapi watu wafanye nini. Bondia kijana mwenye asili ya pwani mwenye rekodi nzuri katika ngumi, Salimu Mtango huyu hapa akielezea historia yake katika ngumi. Nashukuru Mungu mpaka leo hii niko hai. Pili napenda kuambia wapenzi wa ngumi, nimeanza ngumi kutokana na asili ya kikwetu au niseme mtaa wetu ulivyo, sababu ngumi ipo ndani ya damu. Ngumi sikuanza mimi, ngumi wameanza watu wengi tu. Sitoshe, kuna watu ambao au marika yetu walituzidi walikuwa ni watu ambao anytime ni ngumi. Tukiangalia TV hakuna vipindi vingine zaidi vya ngumi tu. Tukija mtaani hakuna sema ambao unakuta hamna ngumi. Hakuna nyumba ambayo hamna bondia. Wameanza wenyewe kina Bozen ni mkarakara. Nisoche kulikuwa na mjomba wangu ambaye anaitwa Bell. Alikuwa ni maarufu sana kwa ajili ya mchezo wa ngumi. Amwapiga sana watu. Mpaka leo hii Mungu amemchukua. Naitwa Perpetua Nikodemus, ni mzazi wa Mtango Salimu Jengo. Mtango Salimu Jengo ni mtoto wangu wa pili. Kuhusu kipaji chake cha ngumi, nilikitambua akiwa darasa la tano. Hakuwa mpiganaji rasmi, lakini ilikuwa zile prokushani za mtaani, kilipelekea kumwona kwamba huyu ni mpiganaji. Mara akampiga huyu, mara akafanya hivi, akichokozwa kidogo, vurugu kubwa anapoamlika hakubali kuamliwa, mpaka tufike wazazi. Basi tukajua kwamba alipokuja mwenyewe kuhitaji kwamba mimi nitakaniwe boksa, basi tukajua huyu ni mpiganaji, lakini umri bado haujafikia. Tukajaribu kumsii kwamba, jaribu kusubiri wakati ukifika mwanangu utapigana, lakini vurugu za mtaani hazifai. Na kwa hiyo alitutia hasara, alitutia hasara sana, kulipa madumu ya wapi ya kupiga watu, kuvunja watu mikono, polisi. Tujaribu kumsiba hivyo mpaka alipofikia wakati wake, pofikia form 1 tukamkataza. Sasa bwana, achana na hiyo soma, hakuna kitu kinachoendelea bila kisomo. Ndio kasoma, pomaliza form 4 tukamkabidhi rasmi kwamba sasa, nikamnunulia gloves na padi na raba. Mwanangu haya, ingia kazini sasa sipigane tena na watu wa mtaani, nenda kapigane kwenye majukwaa, utafute riziki zako. katika kitu ambacho kiliwahi kunichekesha kuhusu Mtango ni kipindi ipo form 2, alipigana ali shuleni, alikuwa anakaa boarding jumwe kupigana, ile kesi mpaka inakwenda ina inaamuliwa, anakuja kuona ni, ni ndugu yake kwa upande wa baba, basi mama akamwambia, umeona sasa mambo ya kupiga, mpaka mwisho wa siku unakuja unapiga ndugu zako. Kwa hiyo akaendelea hivyo Fom four alivyofika ndo mama akamnunulia gloves. Nakumbuka mimi ndo nilimpelekea jumuia gloves na padi ngumi. Ni kitu ambacho nakipenda, umetokea kukipenda toka mdogo, mimi nilipozaliwa kwa sijelevi, lakini kila kadri zinavyozidi kwenda likuwa nikiona ngumi machoni ilikuwa haintoki. Yani, haikae siku kumaliza pasipo kuona watu wamepigana au kwa watu wakazungumzia ngumi ngumi naweza nikasema imenilewa kwa upande mwingine, kwa sababu walinizunguka wote, ilikuwa ni watu ambao wanapenda ngumi. Ilikuwa nikichukuliwa mdogo kabisa, ambao na miaka kama mitano hivi sita, nilikuwa nikishuhudia mjomba wangu akicheza sparring na kakake Hamisi Mwakinyo ambaye ni kocha wangu kwa sasa. Walikuwa ni watu ambao wana upinzani wa jadi sana, ngumi zao zikipigwa hapo, kiasi cha kwamba mpaka mjomba alinibeba mimi akirudi amechanika sehemu, wala ajali Kesho asubuhi, ukimwona akiamka asubuhi anakusanya vitu vyake anakwenda mazoezini. Basi nimekulia katika mikono ya ngumi, imetokea mimi kuipenda ngumi nikaifanya kama ni sehemu ya maisha. Ndio maana hata pia kwenye status zangu nimeweka boxing my life, kitu ambacho nakipenda sana, yani ni kitu ambacho nimekuwa nacho kuanzia udogoni mpaka hapa nilipofikia. Nashukuru Mungu, ngumi nimeanza kuona mafanikio yake kwa sasa, na kiukweli niseme uongo ngumi imenifanya mimi kuwa mtu mwingine kabisa. Mtango namfahamu, Masha Allah Alhamdulillah Rabbul Alamin, kwa muda mrefu sana. Mtango ni mwangaikaji, Mtango ni mtafutaji, katokea mbali, mpaka alikuwa mnyaaji huyu wapishana na watu kwenye pondo, apigwa mavi apifanyaje mtango huyu, lakini tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu, kati ya akili bwana mdogo akaingia kwenye mambongo ya kizungu ya ngumi. Sasa hivi Mtango tunamtegemea kwamba ni bondia mmoja mzuri sana kwa Tanga anachangamsha vizuri mno. Mimi ni kocha, anaitwa Hamisi Mwakinyo, ni kocha wa Salimu Mtango na pia ni kocha wa Hasani Mwakinyo, na nikielezea kuhusu Salimu Mtango, ni mwanafunzi ambaye ananizamu kwa jamii na ana nizamu pia ya mazoezi kwamba anafanya mazoezi kwa kujua mazoezi ni ajira yake. Kwa hiyo ni mwanafunzi ambaye nina imani atafika mbali na ataweza kutimiza ndoto zake ambazo anazo. Kwa hiyo anaimani kwamba atakuwa bondia mkubwa zaidi kuliko hivi sasa alivyo, na kwa imani hiyo tategemea kwamba atatuletea mataji mengi katika nchi yetu. Kiukweli kabisa, pambo langu la kwanza nimecheza mkoa mkoani Tanga katika ukumbi wa Rido Club. Na bondia anaitwa Seleman Amza. Alikuwa bondia mzoefu mwenye mapambano si chini ya tisa. Na mimi ndo nilikuwa la kwanza kabisa. Japokuwa awali nilikuwa nikicheza mapambano kata ubishi mtaani katika katika uwanja wa Vumbi. Wengine wanakuambia anatoka hapo sasa hivi. Nilicheza naye Seleman Amza katika pro, professional. Nilimeza naye kwa pointi. Na mapambano ambayo limenikaa kichwani kabisa ni mapambano la South Africa. Nilikwenda sina mazoezi, nikaamini, ukishajua ngumi umejua tu. Ni pambano ambalo nilipata shida sana na sikufanikiwa kuwafurahisha hata kidogo wapenzi wangu wa ngumi, na ni pambano ambalo klasiko, nikikaa nikilijutia, nikatamani nipate hata rematch. Pambano lengine nimecheza na Suriya Tatakun, bondia kutoka Thailand, bondia mkali mzoefu, amecheza na namba moja katika weti yetu duniani pambano ambayo nimecheza vizuri sababu nilijiandaa. Shukuru Mungu tulishinda ambao technical knockout round ya sita. Mungu alisaidia, navyomwangalia Mtango anaweza kufika mbali sana kwa sababu ana nidhamu ya mazoezi, ana nidhamu ya kimchezo, yaani ni bondia ambaye hutosikia atikavuta bangi au kakutwa mahali anywa pombe au kakutwa mahali kapigana na watu mitaani au kasema maneno mabaya kwa watu. Kwa ile heshima yake na nidhamu ambayo anaiweka na miko ambayo anajali, naamini kabisa Mtango anakwenda kufika mbali, kwa sababu kwanza bado ni kijana mdogo sana. Namuona Magoma mwingine akizuka katika jiji la Tanga na maeneo haya haya ya jirani ya Magoma ambapo ni Makorora. Kwa hiyo nasema kwamba Magoma alikuwa champion lakini amezuka mtu mwingine anaitwa Mtango Salim. Huyo atakuja kurithi mikoba ya Magoma lakini atafanya mambo mengine makubwa kushinda aliyofanya Magoma, kushinda aliyofanya Snake Boy Rashidi Matumla. Nadhani mliona pambano ambalo wamecheza eh, Tinampai hapa Tanzania ambavyo ma, ma, eh, Rashidi Matumla Snake Boy ambaye ni bingwa wa dunia wa zamani na mtu ambaye anajua ngumi, alipokuwa Mtango anacheza na Lauren, alisema waziwazi kwamba hapa sasa nimepata mrithi wangu, huyu ndio Snake Boy Junior ambaye anakwenda kuzuka huyu, anacheza ngumi zangu. Kwa hiyo Mtango ni bondia mkali, bondia mzuri ambaye kipaji chake bado nchi hii hajaweza kukitumia tunaamini kwamba mbele ya safari kipaji hiki kitatumiwa vizuri, watu watakibrandi vizuri na kukithamini, na kitaweza kuleta mataji makubwa hapa Tanzania kama WBC, WBA, WBO, IBF. Ndio mikana ambayo tunaitarajia Mtango kutuletea katika nchi yetu ya Tanzania. Ujamaa. Kwa hapa Tanzania mimi kama mimi, kwa hapa Tanzania hamna bondia kama huyu yoyote, atakayeletwa mwenye uzito wa huyu hatoboi. Yaani, nina uhakika, nina uhakika kuweka cha kwangu chochote kumdhamini huyu bwana kuhusu pambano la yoyote ambaye ana uwezo naye. Wanakwaga wanasema hivyo, lakini hapana, hicho nakisema mimi hapa kutoka ndani ya moyo wangu. Huyu bwana nimeshamfuatilia mapambano yake, hakuna kwa hapa Tanzania, huyu bwana ndio nyoko na uhakika huyo bondia atakayepigana naye akimaliza, wewe bwana mtangazaji, mimi niko hapa. Huyu bwana ni kijana, kijana wangu akimaliza raundi 12 nitafute. Yani anampiga mtu utamu, yeye mwenyewe anapigwa alafu mwenyewe anacheka. Akamuulize wewe ni mwazoa yule wa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Morogoro, alivyopigwa na Mtango hapo, wanapohitaji pale suspended patwaje pale ridochi, yani alipigwa mpaka yeye mwenyewe akawa anaona raha na, na ukumbi wote uliona raha ngumi za Mtango, naposikia swala la game na kuwa si ule Mtango ambao umemzoea. Toka nitoke South Africa nilipopoteza basi sikutaka tena kupotea njia. Kupotea njia ni mara moja tu nasema. Kuanzia sasa mechi yote nasogea mbele, kwangu ni vita. Sio mechi. Huwa na kuwa serious, mazoezi nafanya mara mbili yake siku zote ninavyofanya. Paka muda mwingine nafikitisha masaa wangu. Sabu wenzangu wanafanya kutwa mara tatu; mimi nafanya kutwa mara sita. Muda wote ninakuwa niko mazoezini serious na game. Siri kubwa ya mafanikio ni mazoezi. Watajua sasa. Ana Shadida! Pamoja na kuonyesha umairi wake katika ndondi, lakini Salimu Mtango pia huwa anajishughulisha kufanya biashara ndogondogo kama vile kuuza laini za simu, kuuza pweza. Nijitahidi sana kufanya vitu vingi au kutafuta pesa kwa design tofauti tofauti, pamoja na uvuvi wa samaki katika Bahari ya Hindi huko Sahare Tanga. Hiyo yote ni katika kujitafutia riziki. Mimi ni mwanaharakati, naweza nikasema nje yangu nilikuwa nia shughuli za uvuvi, nilikuwa nikienda kuvua Ndio Salimu Mtango. Umeona na kusikia mengi kuhusu yeye, hivyo natumai umejifunza na kujua mengi kutoka kwake. Mimi ni Jessica Muhagama nikiwa na mwongozaji wangu Sadiki Hamadi.